Hongera sana kwa wewe ambao jina lako limeweza kuonekana katika PDF hii. Hii ni wale walioweza kuitwa kazini katika Bunge la Tanzania, ofisi ya Bunge la Tanzania. Uh, katibu wa bunge anapenda kuwa taarifu kazi wa nafasi mbalimbali katika utumishi wa bunge waliotajwa katika tangazo hili kwamba walifaulu kushinda wa kazi wenzao kwenye usaili uliofanyika tarehe ishirini na tarehe 23 Disemba 2025 katika ofisi za bunge Dodoma. Hivyo wahusika wanaarifiwa kwamba wanatakiwa kuripoti kazini ofisi ya bunge Dodoma ifikapo tarehe 5 Januari sita kwa ajili ya kukamilisha taratibu za ajira zao na kupangiwa kazi. Wambaji kazi walioitwa kuripoti kazini wanatakiwa kufika wakiwa na vyeti halisi vya masomo kuanzia kidato cha nne <coughs> na kuendelea kulingana na sifa za kazi. Cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa, cheti halisi cha ndoa kama ipo, na vyeti halisi vya kuzaliwa mtoto, watoto kama wapo. Kwa ambao masharti ya kazi zao yanawataka kusajiliwa na mabaraza au bodi zao za kitaaluma wanatakiwa kufika wakiwa na vyeti vyao vya usajili pamoja na leseni halali valid license za kufanyia kazi. Orodha ya walioitwa kazini Ofisi ya Bunge ni kama jinsi inavyoonekana: afisa sheria daraja la pili afisa utafiti daraja la pili, afisa habari daraja la pili, afisa ugavi daraja la pili, afisa usimamizi wa fedha daraja la pili, afisa tehama daraja la pili system administration, afisa tehama daraja la pili network administrator, fundi sanifu mfumo wa maji daraja la pili. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii. Kwa hiyo, hakikisha unaripoti kwa muda ambao umepangiwa. Hongera sana kwa wewe ambao umeweza kuitwa kazini na kwa wewe ambao ulifanya usaili katika tarehe hizo, lakini hukufanikiwa kuitwa, usikate tamaa, omba tena nafasi itakapotangazwa na uangalie ni wapi ulipokosea ili uweze kurekebisha. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii share video hii kwa wengine wengi zaidi katika magrupu yako ya kwe, whatsapp facebook tiktok instagram, ili waweze kupata habari hizi na kuweza kuripoti kazini kwa muda ambao umetajwa katika PDF hii. Asanteni na karibuni. Heri ya mwaka mpya kwa wote, na wapenda sana asanteni.